Bwana Mtume Muhammadi salallahu alaihi wa alihi wa wasallama. Alhamdulillah, tumekutana tena katika darsa yetu nyingine tena juu ya masala mbalimbali yahusuyo funga yetu ya Ramadhani. Lakini awali ya yote, tunahamasishana tuwe na kawaida ya kumshukuru Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala Mwenyezi Mungu anatakiwa ashukuriwe katika mazuri anayotukadiria na hata yale ambayo tunayaona sie kwa madhaifu yetu kuwa ni mabaya, tunapaswa tumshukuru Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Lakini jambo la pili, huwa tunahamasishana tusiache kumtakia rehema bwana mtume Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bwana mtume ambaye Allah tabaraka wa taala alimtuma kazi, kazi aliyoifanya kwa ufanisi wa viwango vya juu sana ya kuitangaza dini ya kuifundisha dini, mpaka leo imefika katika vichochoro vya mitaa yetu, imefika katika wilaya zetu, katika majimbo yetu, katika nchi zetu na mabara tofauti tofauti. Ni juhudi ya Sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakini pia ndugu zangu, hatuachi ni jambo muhimu mno kuhamasishana kuzitengeneza nafsi zetu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Dunia imefikia katika hii level, yani katika huu wastani wa maisha tunaouona na kuhusikia leo. Mie huwa nasema dunia leo imefikia katika wastani wa maisha ambao lau kama hii dunia ingelikuwa ni tunda, yaani Mungu kalitengeneza kuwa ni tunda, basi maharibiko yake yamelifikisha tunda hili linaloitwa dunia kiwango ambacho limeoza, kiwango ambacho hata kutengeneza juisi haifai. ya yani, hakuna siku utaamka usisikie habari za mauaji, hakuna siku utaamka usisikie habari za huyu amemfanyia dhulma yule Kwayo ni dunia ya ajabu sana. Lakini kwa nini dunia imefikia hapa? Ni uchache wa kumuogopa kumwogopa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Kwa hiyo naihamasisha nafsi yangu kwa nguvu kubwa sana, lakini nikimaliza kwangu, nafanya hivyo juu ya nafsi yako. Tumuogope Mwenyezi Mungu kweli wa kumwogopa, na tuitengeneze nafsi zetu, nafsi za rafiki zetu, nafsi za ndugu jamaa zetu, sote tuishi minal muttaqin kila mmoja akifanya hii kampeni, tutairudisha dunia katika ule wastani wa maisha ambayo hapo nyuma tu wazee wetu waliishi. Walikuwa na baraka kubwa, ni kwa sababu ya ule uchamungu ambao walikuwa nao. Kwayo tumwombe Mwenyezi Mungu pia atujalie tu tuutafute uchamungu na sote tuwe minal muttaqin, allahumma amin. Ndugu zangu, Leo kwa mapenzi yake Allah tabaraka wataala tutatizama mambo yanayopatikana ndani ya Ramadhani, majambo yanayopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mtu anaweza akasikia tu bwana ah, Ramadhani mkarimu bwana. Yani yeye ile kuona kwake Ramadhani kuwa ni nzuri ni ile kusema Ramadhani mkarimu na Ramadhani mubaraka tu, lakini nini kinapatikana ndani yake? Kwa nini tunaita Ramadhani mkarimu kwa nini ni ramadhani mubaraka? Kwani ndani yake kuna nini? Ndugu zangu katika imani, Sayidina Muhammad sallallahu alaihi waalihi wasallama alituambia maneno ambayo ndani yake tunayapata mambo ambayo ndiyo ramadhani imo na inafinyangwa na kukumbatiwa na mambo hayo ndani yake. Sayidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aliwaambia masahaba, na ndo anatuambia mimi na wewe katika dunia yetu ya leo ayuha nas atakum ramadhanu shahrun mubarak faradha llahu aza wa jalla alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabu lsama wa tughlaku fihi abwabu ljahimu watughallu fihi maradatu lshayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi shahrin man hurima khairaha fakad hurima muttafaqun alaihi. Haya ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, maneno ambayo yanatufundisha na kutubainishia mambo mazito yapatikanayo ndani ya Ramadhan mambo ambayo huwezi kuyapata nje ya Ramadhani, mambo ambayo huwezi kuyapata katika miezi mingine. Saidina Muhammad alituambia, enyi watu, atakum ramadhanu shahrun mubarak. Jambo la kwanza, imekujilieni Ramadhani, mwezi uliobarikiwa na Mungu. Jambo la kwanza tunalolipata ndani ya Ramadhani, kumbe Ramadhan, shahru Ramadhan, yani mwezi wa Ramadhani ni mwezi uliobarikiwa na Mungu. Usicheze na baraka za Mungu zilizojileta kwako, usizichezee baraka za Mungu zinapokushukia. Mungu anakupa hizi baraka kwa siku thelathini ama siku ishirini na tisa watu wanaogelea katika baraka za Mungu. Leo tuwasikia watu huku na kule, mashariki na magharibi, akwambia naenda bwana kule nikabarikiwe bwana nikapate baraka za mungu bwana. Mungu sasa ndani ya Ramadhan siku zote thelathini, kila atakayejibidihisha na kutaka kheri zake, basi huwa yuko ndani ya baraka zake Allah tabaraka wa taala Faida ya mwanadamu kubarikiwa na Mungu ni zipi? miongoni mwa faida chache kati ya faida lukuki ambazo mwanadamu anazipata akiwa na baraka za Mungu, huyu kazi zake zitakuwa ni zenye kubarikiwa na Mungu, utafutaji wako utakuwa wenye baraka za Mungu, riziki zako Mungu anazokupa zitakuwa ni zenye baraka. Ndugu zangu katika haya maisha, na kumbuka maneno ya Shekh aliwahi kutuambia kwamba usiombe pesa nyingi, lakini omba pesa zenye baraka, usiombe umri mrefu, lakini omba umri wenye baraka. Sasa nikupe mfano, Sayidina Muhammad salallahu alaihi wa alihi wasallama ameishi miaka ishirini na tatu ya utume Yaani miaka ishirini na tatu tu ya utume, lakini ona kheri na mafundisho yake dunia nzima leo. Yaani kuna sekunde gani ambayo mtume hajatajwa? Hawa wataalamu wenyewe wanaofanya research, wanaofanya tafiti za kitaalamu tena, wanakuambia kiumbe pekee duniani katika wana wa Adam anayetajwa zaidi duniani ni mtume wa Waislamu, yeye kaandika hivyo ni mtume wa Waislamu anayeitwa Muhammad bini Abdillah. Huyu ndio kiumbe anayetajwa zaidi duniani, zaidi duniani, mara nyingi zaidi duniani. Kwa hiyo ni kwa sababu ndani ya miaka ishirini na tatu Mungu aliipa baraka ile miaka ishirini na tatu Kuna viumbe huko nyuma wakina Karun wakina Firaun, wakina amri bin Hisham, wana miaka lukuki ambao Mungu aliwapa wakaishi, lakini nani anayemtaja? na akimtaja anamtaja kwa ubaya. Ni kwa sababu Mungu hakutia baraka. Kwa hiyo jambo la mwanzo lipatikanalo ndani ya Ramadhan ni shaharu mubarakun, ni mwezi uliobarikiwa na Allah tabaraka wataala.